Leo asubuhi hii CCM inazindua rasmi kampeni zake kuelekea uchaguzi mkuu katika viwanja vya Jangwani. Tupe tathmini ya uh, ma maandalizi ya maandalizi yamekamilika. Maandalizi ya uzinduzi yamekamilika, lakini pia uh, maandalizi ya kuanza uh, ruti ndefu ya hasa mgombea urais na mgombea mwenza kuzunguka nchi nzima kutafuta uh, kukutana na Watanzania na kuwaomba watunge mkono nayo yamekamilika. Kwa na hiyo la leo uh, tunategemea wananchi wataanza kuingia viwanja vya Jangwani kuanzia saa tano asubuhi hii na kutakuwa na burudani pale, wasanii karibia wote wakubwa nchi hii watakuwepo na mpaka mchana hivi kwenye saa nane viongozi wa kitaifa wataanza kuingia uwanjani pale, na shughuli yetu itaanza milango ya saa nane na nusu saa tisa, na bahati nzuri itaonyeshwa moja kwa moja na vyombo vingi vya habari uh, vingine vitarusha sauti. Kwa hiyo ita, itasikilizwa nchi nzima lakini itasikilizwa duniani pia, kwa sababu uh, kuna mitandao ya kijamii ambayo itakuwa ina, ina urushwa ule mkutano moja kwa moja maandalizi mengine ni ya vifaa vya kampeni uh, kama unavyojua una, una leo pamoja na, ku, na kuzindua kampeni yetu, lakini leo pia tutazindua ilani yetu, ilani ya uchaguzi ya mwaka 2015 na kumi na tano elfu mbili na ishirini uh, na tutaeleza kwa, kwa kifupi ilani iliyotumika kwa miaka kumi iliyopita 2005, 2010, 2010 na 2015 kwa kifupi mafanikio ambayo ndio yatakuwa msingi wa maendeleo yote yatakayoendelea yataka kujengwa katika nchi yetu, na pia tutatoa sasa ilani mpya ambayo ni ahadi zetu mpya kama Watanzania watatuchagua, kwamba katika kipindi cha miaka mitano 2015 2020 yako mambo ambayo tumeahidi tutayatekeleza, tuta, tuta na, na ilani yenyewe ndiyo hii tutaizindua, tuta tutaizindua leo. Ni ilani kubwa ina, ina mambo mengi na nadhani eh, ni kubwa ukilinganisha na ilani nyingi ambazo tumewahi kuzi, kuzi, kuzitoa. Kwa hiyo leo ilani hii itazinduliwa rasmi. Uh, Nape katika ilani hiyo ya, ya, ya miaka mitano hmm? ya, ya CCM na tunaona kwamba majukwani kutakuwa na, na, na, na kila chama kina sera zake, na sera zake sera gani katika uh, ilani hiyo ya CCM ambayo mnaizindua leo, unasema kwamba katika ilani hii yote, nimeangalia zaidi ya kurasa mia mbili na eh, kwamba katika ilani hii ya CCM tunasimama katika mambo makuu matatu kwamba, haya, tukimsimamisha Dkta Magufuli lazima tushinde. Tunasimama katika yapi? <coughs> kikubwa <coughs> itakumbukwa kwamba nchi hii toka ime, imepata uhuru kuanzia tano alafu baadaye kaja CCM tumekuwa na mipango mingi ya maendeleo, na kwa muda mrefu tume- tumejikita kwenye kujenga misingi ya ya, ya ya uchumi wa nchi yetu. Misingi yenyewe ni pamoja na miundombinu. Ukiangalia leo miundombinu ya barabara nchi kila mahali miundombinu ya, ya kuhakikisha huduma za elimu za kuwa zuri miundombinu yake imetengenezwa ime vizuri, ya afya aa, ya umeme. Kwa hiyo misingi ya uchumi imejengwa na, na ndio maana ukienda kwenye kwenye takwimu inaonyesha kwamba uchumi wetu unakuwa kwa asilimia sita mpaka saba. Sasa kazi kubwa itakayofanywa na ilani hii ni kutafsiri ukuaji wa uchumi kutoka kwenye makaratasi sasa kupeleka kwenye maisha ya kawaida ya Mtanzania wa kawaida, ili tunaposema uchumi wetu unakuwa, Mtanzania wa kawaida auone ukikua kwenye maisha yake, kwa ndio ya kwa, kwa maana kwa, kwa, kwa, kwa maana ya kuonekana kwamba maisha yake yanabadilika, yana huduma anazipata kwa urahisi, kwa karibu. Kwa mfano unaposema uchumi wetu unakuwa, Tuna, tunataka Uh, huduma za maji zisogee karibu na watu, kwamba badala ya kufuata maji kilomita mbili ayapate maji ndani ya nyumba yake. Hiyo ndio umetafsiri ukuaji wa uchumi kutoka kwenye makaratasi ya asilimia saba kuupeleka kwenye maisha ya kawaida, kwamba tukisema uchumi umekuwa, tunataka mpaka shule ya sekondari kijijini iwe na vifaa vya maabara iwe na maabara nzuri, mtoto anaweza kusoma karibu, hatembei umbali ule ambao walikuwa wakitembea waza, wazazi wetu. Anaamka mtoto saa kumi anakwenda shule anarudi usiku. Hapana, tunataka sasa tu, ilani hii inajikita kwenye kufanya taifa letu li, li, li, kue, li lifikie uchumi wa, wa kati na, na ndo maana kik, uh, rais Kikwete uh, alisema juzi kwamba yeye atakuwa rais wa mwisho wa watanzania maskini, watanzania ambayo, ambayo bado uchumi wake mbovu, uchumi wake bado haujafikia ile ile level ya kuwa uchumi wa kati. Kwa hiyo ni wa mwisho. Kwa nini? Kwa sababu amekamilisha kazi ya kujenga msingi. Kazi ya Magufuli sasa ni kujenga kwenye ile misingi ambayo tayari imeshajengwa. Tuna miundombinu kama nilivyosema ya barabara, tuna miundombinu hiyo ya, ya umeme ambayo leo mahali popote ukipeleka umeme ukapeleka barabara, maisha ya mahali pale yanabadilika, panakuwa na shughuli nyingi za kiuchumi za ki, za ki vikiwemo viwanda vidogo vidogo, vikiwemo upatikanaji hata wa huduma, kwa sababu yako maeneo, kwa sababu ya, ya ya kuwa na barabara mbovu nyuma, baadhi ya huduma zisingeweza kufika kule. Kwa hiyo okay. Barabara imekavyo. Kwa hiyo ninachosema hapa ni nini? Ilani hii itashughulika pamoja na mambo mengine mengi lakini itashughulika sasa na, ku, na, ku, na kutafsiri ukuaji wa uchumi kwenye maisha ya kawaida. kwa hiyo tunachokitegemea ni kuona mabadiliko makubwa kwenye maisha ya kawaida ya Watanzania kwa sababu misingi imeshajengwa. mm -hmm. Nape, pamoja, pamoja na, na haya, kutafsiri kutafsiri ukuaji wa uchumi eh, uh, mgombea wa CCM Dr. Juni Magufuli, mnamwona ni kazi sana kumnadi kwamba anajiuza au kwamba mtatumia nguvu sana kumuuza kwamba tunatumia ilani lakini, je, mlie simama naye ni mwepesi kiasi gani? Chama hichi chama hichi kikongwe sana, tulikuwa na makada arobaini na mbili na tukawapima wote, tukaona tuka Magufuli amewazidi wote kwa kila kitu na Magufuli bahati nzuri, sio tu kwamba anauzika ana, lakini yeye mwenyewe anajiuza. Anajiuza kwa sababu ya rekodi yake nzuri, rekodi nzuri ya kufanya kazi, ya uchapakazi, uchapakazi wake, lakini rekodi nzuri ya usafi wake, uadilifu wake, rekodi nzuri ya, ya uwajibikaji. Kwa sababu ni katika mtu uh, uh, Kikwete wakati anamtambulisha Dodoma alisema Uh, mlikuwa mnasema mimi mpole sasa, nawaletea mtu kidogo uh, mkali ambaye atanyosha mambo mengi, na ndio maana CCM amepewa jina la tingatinga tinga. Atang'oa visiki vingi, atarekebisha mambo mengi, na watanzania wanamwamini wana, wana. kwa hiyo sio tu kwamba uh, yeye tutapata tuna, tuna kazi ya kumuuza, lakini yeye ni mtaji kwa chama chetu na kwa hiyo na ndio maana kama ume, watu wamefuatilia vizuri uh, hakuna mpinzani yoyote wapinzani wetu wowote ambao wanamsema Magufuli. Wana, wanaweza kuisema CCM sasa, CCM hii imekaa muda mrefu, CCM hii imefanya hivi, lakini sijamsikia mmoja anakwenda kum, kumsema magufuli kama Magufuli uh, na wote wanasema uh, kwa kweli chaguo sawasawa sawa. Wanaweza kuwa na maneno na chama lakini chaguo kama chaguo la chama uh, kila kila watu wana, wana, na hasa watu wa chini kabisa wa kawaida uh, na nimemsikia hata hata, hata mzee wangu jana uh, Josumaya, anasema sina matatizo na Magufuli. Kwa hiyo, uta, uta, uta, uta kwa hiyo utaona kwamba ni brand inao inayojiuza yenyewe, na kwa hiyo sisi tulifanya uamuzi sahihi, hatukukosea na tunaamini with Magufuli uchaguzi utakuwa mgombea mwenza